Mwambie tena karibu kwenye ibada nzuri na Mungu wa mbinguni akubariki. Sema na Mungu wa mbinguni akubariki, alafu mwambie wewe ni mtumishi. Mwambie tena wewe ni mtumishi. Mwambie tena wewe ni mtumishi. Mwambie tena wewe ni mtumishi. Wewe, wewe, wewe siyo mshirika siyo mshirika, maana washiriki waga wafiki mwisho. Wewe ni mtumishi, wewe ni mtumishi na, na ni muamini wa Yesu Kristo wa Yesu Kristo, sema amen, tena amen, tena amen, sema tena amen. Wakati tulio nao ni wakati ambao kanisa linahitaji kuwa makini sana, amen. Kwa nini nasema kuwa makini? Ni kwa sababu kuna sehemu ambazo madhabahu zimevamiwa. Madhabahu zimefanyaje? Zimevamiwa, lakini neno linatimia. Sema linatimia, linatimia. Lina yote yalitabiriwa, kwamba watakuja hao na hao wapo Yesu atusaidie amen. Sasa kama watumishi, kazi yetu ni ipo, ndio maana siku moja nilipambia, sisi ndiyo tunaweza tukaamua kwamba nchi iende kwa namna gani. Kanisa lisiposimama nchi inapata shida. Kanisa likisimama vizuri nchi inakuwa na amani, viongozi wetu kuanzia rais wetu mawaziri, makamu wa bunge, mpaka mabalozi, ili wapate amani ya ujasiri. Ni kazi ya kanisa, ni kazi ya nani? Ya, ya kanisa. Kanisa ndio lina uwezo wa kuomboleza kwa ajili ya nchi. Tunaposema nchi, tunataja ardhi. Haleluya! ardhi hii, maana bila ardhi hii hatuwezi kuwemo duniani, lakini pia nchi ikikosa amani hatuwezi kuhubiri injili. Naelewana vizuri? Nchi ikikosa amani hatuwezi kuhubiri vizuri. Kuna mahali ambapo watu wanapata shida na kusoma Biblia, wanashindwa. Lakini Mungu ameibariki Tanzania kuwa mwamvuli wa kivuli watu wakipigwa jua waje hapa, ili ukizama rohoni, kuna vitu vinavyoenda ndivyo sivyo. Nani aseme? Nani asimame aseme? sema ni mimi, sema ni mimi. hmm. hmm. siwaku ausa mtu wa siogope kusema, kusema ni kuhubiri, haleluya! Hey, hey. na Yesu akasema nimeleta injili laini kabisa ya amani, iletea amani kwa watu wote, okay. Hiyo ndio injili ya kweli, ilete amani kwa watu wote. Kwa kama hakuna amani, injili bado haijaingia. Lakini amani iwepo, lazima watu wamjue, na watamjuaje Mungu? ni kwa kusikia habari zake. Sema, kwa kusikia habari zake. Sema tena, kwa kusikia habari zake kwa kusikia habari zake. Haleluya, haleluya, haleluya! Watasikiaje zile habari? Ni lazima wawepo watu wa kusema. Mwaka huu ni wa uchaguzi, ni mwaka mgumu sana. Nilisema nishai kusema, sio hapa tu, hata nilipokuwa kwenye mkutano wa Morogoro pale mjini niliwaambia, yeyote ambaye anataka kugombea amuulize Mungu kwanza Watu wa Mungu, kile unachotaka kukifanya <coughs> muulize Mungu uwe uh -huh. na uhakika, usikurupuke tu kwenda mgogini, usikurupuke uh -huh. tu kwenda muulize Mungu. Nataka Mungu niambie hii kazi naifanya nitafanikiwa, niende au nisiende? Akisema usiende, nyamaza, subiri wakati. Haleluya, subiri wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe hey. Tumekuwa na mambo mengi sana ambayo kwamba watu tunajitahidi kwamba tunalii tuweze kufanikisha haleluya, tuweze kufanikisha. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Jina la Bwana libarikiwe, kwamba tuweze kufanikisha lakini tunashindwa. Kwa nini tunashindwa? ni kwa sababu ya vizuizi. Unaanza kazi inafika mahali na dukia kizuizi Amen. Amen. Sasa leo nataka tukumbushane jambo moja, ninasema Bwana Yesu asifiwe. Usiwaze juu ya kizuizi kilichopo mbele yako. Andika, usiwaze juu ya kizuizi kilichopo mbele yako. Usiwaze juu ya kizuizi kilichopo mbele yeah, yako. Somaji wa Biblia nisomee kitabu kile cha Luka sura ya mwisho kabisa ambao wanafikiri ni ishirini na nne Soma hapo sura ya kwanza wa pili wa tatu Anasema, kitabu cha Luka sura ya ishirini na nne sura ya mwisho, sura ya kwanza wa pili na wa tatu tari wa kwanza na wa pili na wa tatu unasema, naanza na mstari wa kwanza. Siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari, wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Hatukishia hapo Baba Mungu libariki neno lako wote tuseme Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, ninaongelea usiogope, usiogope Yes. Naomba tuseme usiogope Yes. Napenda nifundishe usiogope Yes. Mwambie jirani yako usiogope, kizuizi kilichopo mbele yako sio kizuizi tu, usiogope kizuizi kilichopo mbele yako sema Amen. Yes. Usiogope kizuizi kilichopo mbele yako, siji, tuko pamoja. Watu wa Mungu, kuna vizuizi vingi, lakini vingine havikuhusu. Amen, vizuizi vingine havikuhusu. Kila mmoja ana kizuizi chake, iwe ni huduma, iwe ni biashara, maisha ya kawaida, iwe ni uchumi Kipo kizuizi kilichozuia wengine. Vizuizi vilianza kabla hajazaliwa. Haleluya, vilianza kabla hajazaliwa, kikawekwa huyo anayezaliwa, kwa kuwa atakuja kwa ajili ya kazi hii, tunaweka kizuizi. Wengine waliwekewa kuanzia kwa babu na mababu, hii uko, hautakiwi kuvuka hapa Naweka kizuizi kupitia huyu mwanzilisho wa ukou, kizuizi kinawekwa pale. Haleluya, haleluya. Watu wanafika mahali wanaishi maisha ambayo siyo ya kwao, ila wamesababishwa na kizuizi. Mbaya zaidi, unaanza kushughulika na kizuizi kisicho cha kwako, unashughulika na kizuizi cha mtu mwingine, sijui unanielewa vizuri. Ndio maana Gideon alipoitwa alijua kizuizi cha kwanza ilikuwa ni yale manimbo ambayo baba yake amejenga, zile mazabau za bada kwayo. Cha kwanza ni lazima abomoe zile, maana hiki ndiyo kizuizi changu. Sijui unanielewa. Alijua kwamba hiki ndiyo kizuizi cha kwanza kwa hizi madhabahu ambazo amezijenga baba, na zibomoa, na haya mashela wale wamepiga mapepo, na yabomoa na kuyachoma. Sasa kuna watu tunafika mahali tunashughulikia vizuizi vya watu wengine. Shughulikia cha kwako, si nanielewa? Shughulikia cha kwako. Ni kizuizi kipi ambacho kinasababisha usifuke pale ulipo. Biblia hapo inasema siku ya kwanza ya juma ilipo karibia mapambazuko no, hawa akina Mariamu walikuwa wameandaa manukato na kupaka mwili wa Yesu sababu siku ile ambayo alizikwa hawakumpaka sababu ilikuwa inaanzia sabati, kumeingia sabati. Sasa wafanyeje? Ile siku ya kwanza wakajihimu asubuhi kwenda wakaupake ule mwili. Nisikilize kwa makini, wakati wanamzika Yesu Kristo kuna watu walikaa wakasemezana, tukiacha hivi hivi bila ulinzi, wanafunzi wake watakuja kumwamisha Waseme amefufuka. Haleluya, watakuja kumwamisha waseme amefufuka. Bwana Yesu amsaidie sana kwa sababu huyu alikuwa mjanja, sina nila nzuri. Wakasema kwa sababu huyu alikuwa mjanja, mwambie jirani yako ukitaka wajaji